Sasa baada ya mapinduzi, baada ya kuondoka hapa serikali hii hapa hapo, tunakwenda, na tangu hapo si na Furushirazi na tano tulikuwa tunakwenda sambamba, mikutano yetu tunafanya pamoja, anakuja Nyerere hapa kuhutubia kwenye mkutano wetu wa, wa Furushirazi, leo tuna mgeni kutoka Tanganyika, anakuja Bibi Titi kuzungumza, anakuja mgeni kutoka Dar es Salaam. Sijui kama umefahamu hivyo hii ilikuwepo kwa hivyo, kutakuwa hakuna ushirikiano ulikuwepo mkubwa tu. Kwa hiyo hofu baina ya watu ilikuwa hakuna na hakuna, si hivyo tu, hata ya damu pia blood zetu mchanganyiko upo kubwa mno kabla ya mapinduzi, sasa hivi ndio umezidi, kwa hivyo anaosema vinginevyo kwamba ah, labda akauza nchi kafanyaje? Si kweli. Kwa hiyo kwa, kwa lugha nyingine ile hisia kwamba huu muungano umeshaanza kwa, kwa sura hiyo bila shaka uliona, na ilikuwa hakuna mtu anojua habari ya muungano, habari na najua na, nani tunajua yepiayo tulikuwa na serikali hatu- macho yetu wa Tanzania, wa Zanzibar tunajua Dar es Salaam hatuna, ukija ulikuwa unakuja kwengine, lazatukubaliane hilo <laughs> eh? Watanganyika hivyo walikuwa wanajua wapi? Wewe ukamchukua mtu wa Musoma alikuwa anajua habari hiyo. Ukamchukua mtu wa Kagera alikuwa anajua habari hiyo. Hajui. Ukamchukua mtu wa Bumbwini kule kwa kwetu anajua habari hiyo, ukamchukua mtu wa Makunduchi alikuwa anajua. Tumefunua macho kutokana na mapinduzi haya na serikali za serikali ya Tanganyika. Asikudanganyeni mtu. Wajuba, jeuri, wakorofi. Tuna uwana bure tu, tunatukanana bure tu. Jeuri hii ya serikali hizi zilivyoingia. Kabla ya serikali hizi, hakuna mthubutu aliyekuwa akisema nyoko hapa. Ndiyo, kama si mapinduzi, nani angethubutu kusema Tanganyika? Kama si mngereza kuondoka, ulikuwa nathubutu wa kusema pale? Utasema nini? Hawajui huko tulikotoka. Hao wamezaliwa zamani jana, wewe hmm, unazaliwa hmm, baba yako kishapata nyumba, kishatia feni. Wewe kweli utajua lilopita jana, na hataki kueleza ulikotoka. Wengine wamekuja wakubwa hapa, wakaingia katika madaraka sehemu zote, makwao wakakimbia, wazee wao pia wakawa hawafati. Hawa watajua huko walikotoka? na hii yote kufanya na wengine wajitia uzebe, kutaka kwa wao atake, yani kama serikali zimeingi zimeingia, kama watu wanaingia kuchuma kama karafuu au kama nani korosho Sekani hizi. Ndio binadamu. Ndio binadamu, mm. binadamu. Mm. huwezi kuwabadilisha wote wakawa kitu kimoja, huwezi so, <coughs> yarijeuni. vipofu, viziwi mabubu kutokana na hayo huwezi kuwarejesha. Uwezi. miaka hamsini na nne mingi katika muungano, unapata hisia gani leo? Wewe umeona muungano umeanza mpaka leo na miaka hamsini na nne, umri huo, unapata hisia gani ukiangalia muungano na safari yake yote mpaka leo? Mimi nikiuona muungano mpaka sasa hivi naona paradise kwa mie, ukitaka kwenda wapi unakwenda leo hivi ukienda wapi, Singida wapi huko, unamkuta mtanzania Zanzibar yuko na analima, kaoa na watoto, anafanya biashara nzito nzito kuliko wale wenye watu wa Singida. Ni mojawapo hilo. Dar es salaam ukienda, ukichukase majority wa Zanzibari, hawezi mtu kunisuta majority wa wazanzibarisi washihirisi wananisi wanani tuko pale, na wamesambaa nchi nzima, na wabara kadhalika hivyo hivyo, wako huku samie. Nimekwenda Tanga juzi nimerudi jana, wapemba wote wako Tanga, wanafanya kazi pale pale. muungano haufai mimi naona hawa vijana basi hawajui jambo, hawajitakii mema, hawajua, hawakuona dhiki tulizipata nyuma huko. Skuli sisi watoto, tukitafuta skuli wasome, tabu. Leo skuli unajua kubembelezwa, kasome, ndivyo si? Unabembelezwa sasa unalazimishwa mtu, mtu, nalikuwa unampeleka mtoto wako skuli hatakiwi nguvu zako ulizonazo mimi nashangaa sana. Pengine kwa dakika moja, Zanzibar, siasa za Zanzibar, Mama Fatma Karume unazionaje? Maana mengi yanazungumzwa Zanzibar, kuna kuna kuna joto joto lipo, siasa inaonekana tofauti na siasa za maji baridi, hapa maji moto yanaonekana, hapana? Pana, ilikuwa ilikuwa, lakini sasa amna kweli, na tunashangaa, ilikuwa akitoka wapi, lakini pengine Mungu kapeleka kamba yake, kavuta ukatisha, walikuwa wakifanya wakifanywa, wakawaambia, he he, kwa sababu Mwenyezi Mungu naye ana mambo yake. Sasa hivi hakuna shida. Sasa <coughs> hivi usiki mtu akakata kichwa, lakini ulifika wakati hapa askari wakiwakata vichwa basi. Sijui alikuwa Mungu akileta mashetani wale kwa kata askari wetu vichwa, sijui yake ya mwisho ulikuwa hapa Zanzibar ulikuwa nje? Ilikuwaje hasa mpaka taarifa kuzipata siku alipo, alipo okay, menuliza n zuri sana, siku ile narudi kidogo, kwamba mimi nimezaliwa kijijini, zaliwa kijijini nyumba zangu wali wakaomesha kufa wote, watoto wao kajizaa mjini huko wengine, nikkuka hakuna nyumba ya pale ya nzuri. Marehemu wangu akanambia, sikiliza, kajenge nyumba pale, ijenge iweke pale kijiji, kupeleka mafundi kujenga. Sasa siku ile narudi mimi kuwapa pesa mafundi. Kifika jioni, mzee anakwenda zake makao makuu, anazunguka zunguka, kisha sali lasi, anazunguka zunguka, kisha zunguka, zunguka anakwenda zake makao makuu kucheza dhumna, magharibi anarudi Ikulu. Sasa siku ile bahati me mkwe wangu kazaa, niko nyumba hii hapa, ukipita pale tuseme hapa mjitini, pana pana pana nyumba moja ya waandishi wa habari, sijui ndio yenu nyie, sijui ndio kwenda pale mpya, imetengenezwa tengenezwa hivi juzi juzi. Basi nyumba ya pili ile pale ofisi. Sasa wajukuu zangu wamefanya ofisi pale, akaa pale. Kwa sababu ya kenda pale wangu kajifungua pale. Sasa mimi nimerudi shamba kukuta watu njiani. Kwanza kukuta na gari Volkswagen. Mpaka leo rangi yake ya maziwa kama hiyo suruali yako. Katopeta fya Volkswagen zizi zamani. Mm. Ah. Hii mbona Volkswagen inakwenda huko mbio? Mimi mbele yangu kuna kijana wa, wa, wa usalama. Kijana kama hivyo. Nimekaa naye pale. Kamuza wewe yale. Mbona tuna watu wanakwenda mbio hivi? Ndio ndo kapeleka tu pesa zao mafundi kule. Sasa sijui, si tunaona watu wanakimbia mpaka tukafika saa kumi hapa duka, maduka sasa hivi analeta pinda mgongo hapa watu le bado hajafungula maduka pale, watu wengi wanakwenda huku, na mimi ndo natokea kule. Kama taharuki imetokea taharuki, sasa kausa. Mm -hmm. kuna nini? Tunafika darajani pale mimi nika, kuna mtu tukamwita, kuna nini? Akaniambia, Akana makao makuu huko kuna lia risasi anasema huyo mtu, makao makuu kuna lia risasi. Nikapelea mtu wa usalama, nikaambia, sikiliza, hao askari ushafanya mutiny yao, wewe usende njia ya darajani. Tukatisha hapa hapa, turudi, tukatisha njia ya ndani ndani, hivi tunarudi nyumbani, tuna askari, majambo yameharibika. Nikafika hapa kwa huyo uko wangu unakuwa mtoto mdogo ambapo huyu mjukuu wangu anaitwa Abedi, mmm ndokazaliwa na siku arobaini tu kafika pale, ngapi kuna nini? Kuna nini? Kuna nini? Ndio kaka, basi mchisha tulia, akaja ndugu yangu mwanamme maskini, marehemu kafa mwaka jana, alikuwa akifanya kazi nani immigration, maarufu kitu alidaudi, watu wengi anamjua kenye dada e, kumepita bunduki huko, sijui kumepita nini, lakini gari ya mzee nimeiona, ye mwenyewe hayumo ndani ya gari. Ule ndugu yangu ah, kaambia mithali kuna bunduki huko, hawezi kumtia kwenye gari hiyo, lazima atamtia kwenye gari nyingine basi unashemegi yangu mmandugu yangu akaja kanambia arudi huko, lakini kuna tatizo huko na mzee, sijui yuko wapi. Hivyo kapiga simu watoto wake walikuwa Mbweni kwao, pia amani huko, nimesikia kuna hili na hili nai miye, mnajua lolote, baba yenu yuko wapi? wao hakutaka kuniambia haraka, wakaniambia wewe, tulia, sisi tunajua baba yuko wapi. Wao wananiambia mimi sasa, mm -hmm. Wewe tulia, sisi tunamjua baba yuko wapi. Sasa nikaambia pale nyumbani, nikaambia watu wangu, ndio kwa na kaambia tusikwambie mimi. Kama hiyo gari ya mzee inaonekana haina mtu, hawa hawawezi kumtia gari ile, madhali kuna ghasia hizo, watamtia gari nyingine. mm -hmm. Washampeleka pahala ya kumficha huyo. mm -hmm. mimi huyo nasema kimya kimya kimya, nikakamata simu, kampiga simu Kisasi marehemu. Akapokea mke wake naye marehemu, Vyooma Kisasi. Makisasi wee na mama, shikamo maraba, vipi? Nikamwambia mzee Kisasi yupo? Kanambia katoka kenda kwa liko pigwa, mzee kaona, kenda hospitali mzee kapigwa, sijua kama kafu